Kanisa Katoliki nchini Tanzania limefanya maamuzi mazito ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya kanisa hilo lakini pia yanaashiria kwamba kanisa linakerwa na mwenendo wa mambo mbalimbali yanayotokea nchini Tanzania. Sasa, jana kanisa hilo uh, kupitia baraza la maaskofu Katoliki Uh, kwenye idara ya liturgia lilitoa waraka mzito wa kichungaji uliosainiwa na Askofu Simon Masondole wa Jimbo la Katoliki la Bunda, ambapo umetolewa wito wa kitaifa kwa waumini wote wa kanisa hilo kushiriki katika siku maalum ya sala na mfungo tarehe ishirini na tatu Agosti mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambapo maelezo ni kuiombea Tanzania katika suala la haki na amani hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Sasa hili linaweza kuonekana kama ni jambo la kawaida, kwa sababu kanisa mara nyingi limekuwa likiombea amani, lakini kwa kumbukumbu za hivi karibuni, yayumkinika kusema kwamba hakuna wakati ambapo kanisa limetoa maagizo mazito kama haya ya kusema kuwe na maombi na kufunga kwa ajili ya kuombea haki. Makanisa na misikiti yamekuwa mstari wa mbele kuombea amani, lakini suala la haki mara nyingi limekuwa halipewi kipaumbele. Na uamuzi huu uliofanywa na kanisa unachukuliwa kuwa na umuhimu mzito, hasa kwa kuzingatia matukio mbalimbali yanayoendelea nchini Tanzania. Katika waraka huo, maaskofu wamesisitiza kuwa ibada hiyo itaambatana na kuabudu sakramenti takatifu, kusali rosari pamoja na ekaristi ya kudumu kwa kati ya masaa kumi na mbili mpaka ishirini na nne kulingana na mazingira ya kila jumuiya. Kwa hiyo kwa kumbu kumbukumbu za haraka, hili ni tukio la kipekee, lakini kama nilivyosema, japo maombi hayo yanaelekezwa katika masuala mawili, yani haki na amani, ni hili suala la haki ambalo ndio lina linagusa na kufanya kwa tukio hili kuwa na umuhimu wa kipekee kwa sababu mara nyingi taasisi za kidini na kanisa uh, zimekuwa mstari wa mbele katika kuombea amani, lakini hivi karibuni kulikuwa na matamko ya viongozi mbalimbali mbali wa kanisa Katoliki na viongozi wengine wa makanisa kusema kwamba ni vigumu kuzungumzia swala la amani, ilhali kuna changamoto kubwa kwenye upatikanaji wa haki miongoni mwa Watanzania. Kwa hiyo wito huo wa kiroho japo umetolewa katika misingi ya imani una uzito mkubwa katika mazingira pia ya kisiasa na kijamii. Na hii ni kwa mara ya kwanza kabisa katika kipindi cha miaka mingi kwa taasisi kubwa ya kidini kutoa tamko linalogusa moja kwa moja mazingira ya haki na amani, masuala ambayo yamekuwa yakilalamikiwa sana na vyama vya upinzani na mashirika ya haki za binadamu. Kwa sababu ukisikiliza viongozi mbalimbali wa CCM wao wamejikita sana katika suala la amani na lugha wanayotumia kwa kweli sio ya kiungwana sana lugha inayotumia ni kama ya vitisho kwamba jeshi la polisi, vyombo vya dola vipo tayari kukabiliana na utaka kuvunja amani. Lakini kimsingi hakuna taasisi au kundi la watu ambalo linajipanga kutishia amani au kuvunja amani. Kinachoweza kuelezwa kuwa kinatishia amani kwa Watanzania ni matukio mbalimbali kama hasa haya ya utekaji yanayofanywa na watu wasiojulikana, lakini serikali katika hilo ime epa kuliongelea na kwa kiasi kikubwa ni kama swala ambalo limepuuzwa. In fact, baadhi ya watendaji wa serikali wamejitokeza hadharani na kudai kwamba matukio ya utekaji si kama yanavyozungumziwa na juzi tu jeshi la polisi limejitokeza na kueleza kwamba masuala ya utekaji yanahusiana na ushirikina kuhusu masuala ya watu kusalitiana katika ndoa. Yaani, unapata picha kwamba swala hili halijawahi kupewa uzito stahili na serikali. Na hiyo uh, inaleta ina, ina, ina maana kwamba hili tamko kwa lililofanywa na Kanisa Katoliki kuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo, katika muktadha wa sasa ambapo serikali inakabiliwa na tuhuma hizo za ukiukwaji wa haki za binadamu, utekaji wa raia na ukandamizaji wa pinza, wapinzani, waraka huu ni ishara ya kusimama kwa upande wa wanyonge na waathirika wa mfumo wa dola. Kuna kitu kinatokea. Kama unapata muda wa kutosha kuangalia channels mbalimbali hapa YouTube, utaona kuna trend moja ya muhimu inajitengeneza, na trend hii ni jinsi viongozi wa dini, yayumkinika kusema, kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, wamejikita ku kuwa upande wa wanyonge, kuwa upande wa waumini. Na hii sio tu kwa madhehebu ya Kikristo, bali hata baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wamejitokeza kuwa mstari wa mbele kukemea mambo mbalimbali, moja mbali likiwa ni hilo la utekaji, lakini pia tukio la juzi hapa la a, kanisa la askofu Josephat Gwajima kufungiwa, hili limewaunganisha viongozi wa dini kwa pamoja kupaza sauti yao, lakini nyingine ambalo limewaunganisha ni hili swala la utekaji. Baadhi ya viongozi wa dini wa Kiislamu wameeleza bayana kwamba hili ni tatizo ambalo serikali inalipuuzia na inapaswa kuchukua hatua makusudi. Sasa, muda mfupi baada ya kanisa Katoliki kutoa waraka huo, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano Bi Brenda Rupia kilitoa pongezi kwa kanisa. Na katika tamko hilo CHADEMA wameeleza kuwa wito huo wa maombi na mfungo ni ishara ya ujasiri, uzalendo na uwajibikaji wa taasisi za dini katika kujenga taifa lenye msingi wa haki na maridhiano. Na CHADEMA imeeleza kuwa chama hicho kinapigwa vita na vyombo vya dola na kwamba maombi hayo yanaweza kuwa tumaini jipya katika kipindi hiki kigumu kwa taifa, kwa sababu japo hili linaweza kuonekana dogo, ukweli mchungu ni kwamba taifa limefikia sehemu ambapo haijulikani nini cha kufanya, kwa sababu kwa mfano ukiangalia jinsi chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinavyoonewa, imefika mahala ni kama kuna kusubiri tu miujiza itokee kubadili mazingira jinsi yalivyo. Majuzi hapa familia ya kada maarufu wa Chadema mdude Nyagali maarufu kama mdude Chadema imeiangukia serikali kuomba isaidie upatikanaji wa huyo. Maana yake nini? Kwa bahati mbaya, maana yake ni kwamba jitihada za wananchi, jitihada za wanachadema na wananchi kwa ujumla zimefeli kupata matokeo katika hilo, mpaka serek, mpaka familia imeamua sasa kuwaangukia wale wale ambao wanatuhumiwa kuwa wamehusika na swala hilo, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa mdude alitekwa na maafisa wa jeshi la polisi mkoani Mbeya. Kwa hiyo katika mazingira kama haya ambapo njia za kawaida kwa upande wa wananchi zimeshindikana, nguvu ya kiroho inahitajika. Lakini pia hili ambalo nimeliongea mara nyingi kwamba taasisi mbili zinazoweza kuleta mabadiliko makubwa pale serikali inapokiuka matakwa ya wananchi ni pamoja na a, nchi wa hisani na hizi taasisi za kidini. Kwa hiyo hili tamko la Kanisa Katoliki lina uzito mkubwa na ni mwendelezo wa ishara nzuri ambazo zimeanza kujitokeza hivi karibuni, ambapo taasisi za kidini zinaonekana kuwa kide, kusimama kidete dhidi ya changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Ingawa waraka huu haukutaja moja kwa moja kama utekaji, kesi ya kisiasa kama ile ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa mwenye taifa wa Chadema, au mashambulizi dhidi ya viongozi wa dini kama vile Padre Charles Kitima, maandiko hayo yani maandiko yaliyotolewa na katika waraka huo yamejaa lugha ya kistaarabu lakini yenye ujumbe wa wazi kwamba japo hakuna uh, matamko ya moja kwa moja kuhusiana na matukio yanayoendelea, lakini tafsiri yake siyo ngumu kuitengeneza. Uh, kwa mfano waraka unasema kuwa lengo ni kuliongoza taifa letu la Tanzania lidumu katika haki na amani tunapoelekea kufanya uchaguzi mkuu. Sasa hii inaweza kutafsiriwa kuwa ni tamko la onyo wa serikali na tume ya uchaguzi kuhakikisha kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 na unakuwa wa huru na wa haki. Um, lakini pia kwa mtizamo wa kiintelijensia waraka huu unaweza kuwa unachochea kwa vitu vitatu. Kwanza, ujasiri wa taasisi nyingine za dini, mashirika ya kiraia na hata wananchi kusema wazi dhidi ya dhuluma. Kwa sababu moja ya changamoto katika kukemea haya ni watu kukosa uh, kitu ambacho tunasema pengine leadership uongozi, mtu kuwepo mstari wa mbele kuongea dhidi ya hivyo. Ndio Chadema wanajitahidi kuwa mstari wa mbele, lakini kwa sababu kama chama cha kisiasa kuna baadhi ya watu ambao sio wafuasi wa chama hicho wanakuwa hawana nguvu ya kuongoza. Kwa hiyo taasisi ya dini inaposimamia, inaposimamia vitu kama hivi inakuwa inatoa mwongozo, inatoa uongozi mzuri katika kupigania hiyo. Lakini pia hii inaweza kuhamasisha morali wa wapinzani, hususan wafuasi wa Chadema na makundi mengine ya kisiasa jingine ni kuibua mgawanyiko au tahadhari ndani ya vyombo vya dola hasa wale wanaotilia shaka uhalali wa baadhi ya maagizo wanayopewa dhidi ya raia. Taasisi za kidini uh, dini siku zote ni suala la imani na imani hii inagusa hata baadhi ya hawa ambao, uh, viongozi walioko serikalini. Kwa hiyo taasisi za kidini zinapotoa maagizo kuna kuwa na um, wale wahusika watendaji wa serikali wanakuwa nisikilize sauti ya Mungu au nisikilize sauti ya serikali? Na mara nyingi sauti inayosikilizwa ni ya Mungu. Kwa maagizo ya vyombo vya dini ya taasisi za kidini yanakuwa na umuhimu wa kipekee katika kuwafanya viongozi baadhi ya viongozi wa serikali kuchukua maamuzi yaliyo sahihi. Um, kwa hiyo tamko hili linaweza kuwa na kama unavyosema, mchango mkubwa katika kubadili mwenendo, lakini binafsi uh, na JasusiTV kwa ujumla inadhani kwamba hii ni hatua chanya hasa kwa kuzingatia mambo yanayotokea kwenye mitandao ya kijamii lakini zaidi hapa uh, YouTube ambapo ukifuatilia utagundua kwamba kuna harakati kubwa sana zinaendelea za taasisi za kidini, na kwa kiasi kikubwa harakati hizi zinaendeshwa na makanisa ya Pentecost, makanisa huru. Lakini kwa tamko hili kutoka kwa kanisa Katoliki inaleta matumaini kwa sababu kufunga kwa ajili ya kuombea haki ni jambo zito na linapeleka ujumbe mzito kwa serikali. Je, una maoni gani kuhusu Uh, hatua hii? Karibu tuwe maoni. Asanteni na kwaherini.